Mungu, sawa sawa na mtu kukimbilia watu. Baba akiona unakimbilia watu. Sawa naye anafunga majibu maana anajua wajibu za wanadamu sina mwisho wala rehema zake Mungu asikomi. Wakutuliza maumivu ni mpaka Mungu awe sidani, mwanadamu anako problem, anasema kama Mungu wa yuko problemi kiko mara sana, anasemanga kama Mungu yuko mbali, kumbe Mungu yu pembeni mwake walaea jui, kumbe Mungu wanamchongelea walaye yoni ati, wakutuliza maumivu ni mpaka Mungu awe ni baba, wakutuliza maumivu ni mpaka Mungu baba, wakutuliza maumivu mpaka Mungu awe si so. Usidanganywe ama usidanganyike na wanadamu wapotofu walagai wasiojua jinsi ya kutembea na Mungu wasiojua jinsi wanapaswa kuandamana na Mungu. Hakuna kitu kinachochukisha Mungu sawa na mutu kimbiria watu. Maanake ukidanganyika na watu kama au, utawacha njia za Mungu na utaanza kujiongosa, utaanza kufanya vitu ambazo we mwenyewe unataka mbuka kina Arun, kama jinsi ambavyo alivyodanganya Israel kuabudu sanamu. So akuta, akuta waikosa kuwa na watu walagai watu wapotofu watu wadanganyifu wenye wanakudanganya ili upotelee katika njia za Bwana ili Mungu akuachilie, lazima waweze kuepo. So you need to just keep to following God and I hope that God will help you, God will fight for you, open for you the doors, seeing the growth, the seeing grace and the glory of God upon your life. Let us continue. As we read to some more letter we remove our read today in the book of Jeremiah chapter, Jeremiah chapter 34 verse 17 the word of God say, kwa hiyo hili ndilo asemalo Bwana, hamkunitii mimi, hamkunitii mimi. Jambo la kwanza Mungu anapenda mtu anayemtii. Mbona anasema, kwa hiyo hii ndiyo asemalo Bwana Jambo la kwanza anasema amku ni tii. Na ndio maana nilipoanza pale, nimeanza nikakwambia hakuna kitu kinachukisha Mungu sawa na mtu kimbilia watu. Watu watakupoteza, watu watakudanganya, watu watakuliga, kulagae, watakuambia kufanya hii na hii sio mbaya, inali kwa Mungu ni mbaya. So unapaswa kuwa mtu mwangalifu. Ndio maana neno nimesema, kwa hiyo ili ndilo asemalo Bwana, amku ni ti mimi unapaswa kumtii Mungu peke yake, sio kutii wanadamu na kufuata tu kila kitu ambacho unachoambiwa. Kumtii Mungu pekee, ili Mungu akuwezeshe, ili Mungu akusongeshe, ili Mungu akupatie mema, ili Mungu akujalie katika yale ambayo moyo wako inatamani, katika yale ambayo moyo wako unataka inataka na bado haijatendeka, ye akuwezeshe, akujalie. Eh, kwa hivyo hapa analalamika, anasema hamkunitii, na tunataka kujua, kwa sababu wale ambao walimtii waliona utukufu wake na fadhili zake, hata ijapokuwa walipitia sama lot of challenge, lakini waliona utukufu wake. Umejua, jambo la pili, wakati ambapo Mungu anapokujia ama unaposema unatafuta Mungu, unapomkubali First thing lazima akujaribu kwanza. Mungu awesi akakubariki tu mara, lazima akujaribu kwanza, ataki atake kuona imani yako, aone utivu wako, aone uandalifu wako, aone apate utukufu kwa jina lake, aseme huyu mtu hata kama aliniwacha, huyu mtu hata kama alienda mbali na mimi, huyu mtu hata kama kitu na ina ina haikutendeka kwake, lakini alikwama na mimi. Akina Abraham, huyu alinifuata, alikwama na mimi, hata kama akupata mtoto, alikuwa anataka mtoto in the time ambao alikuwa anataka, lakini aliniambia tu ya akwamba wewe, mimi sasa naenda zangu. Abraham tell God that mimi sasa naenda zangu, na kwa hiyo, kwa sababu nimeona anaenda zangu na bado sijajaliwa kupata mtoto, naona kama umjakazi ndiye atakuja kuridhi mali yangu. Ijapokuwa Mungu akamwambia, hapana, usije ukawaza hivyo kwa sababu umejua vitu vya Mungu vina take time na vitu vya Mungu huwa vinakuja vikiwa vimeandalika, sio vitu ambavyo vinakuja leo mara iko kesho. Hakuna, hapana. Inakuja imeandalika na itakuja kusaidia, itakuja kufungulia milango, itakuja kukutetea, itakuja kukupatia furaha dakika ya mwisho. Listen to the word of God. Ehe, hamkutangaza uhuru kwa ndugu zenu, hivyo sasa ninawatangazia ninyi uhuru, asema Bwana, uhuru ili kuanguka kwa upanga, tauni na njaa. Nitawafanya muwe chukizo kwa falme zote za dunia, tawafanya muwe chukizo kwa falme zote za dunia, kwa sababu amukunitangasa, amuku tangasa ukweli wangu, amuku tangasa ile ambao, oh oh, watu wanapaswa kujua so that's why i tell you doesn't matter where you are doesn't matter what you're seeing today doesn't matter the opportunity that you lose but you better continue saying that god you are a faithful father because god is a faithful father and he will not disappoint you a man can disappoint you but not god so just continue love god just continue walk with god Continue uh, uh, uh, following God closely to see what God is going to do in the end because he will never lie to you awezi akadanganya na awezi akaku akakuchosha ama akakuchezea let us check in the book of um, uh, Matthew chapter 7 verse 2 Matthew chapter 7 verse 2 ili tuweze kujua sana nini ambacho kiko mahali hapo the word of God say Usihukumu ili msije mkahukumiwa. Usihukumu ili msije mkahukumiwa. So uh, usihukumu ili msije mkahukumiwa, ehe, kwa maana jinsi unavyo hukumu wengine ndivyo utakavyo hukumiwa na kwa kipimo kile upima, upimiacho ndicho utakachopimiwa na kwa kipimo kile upimiacho ndicho wewe pia utakachopimiwa vile unavyopimia mwingine ndivyo wewe pia unavyopimiwa so no wonder tumeambiwa you better do not you walk in your way walk in your way follow what god is telling you and this is what god is telling you don't follow what people is saying, is telling you. Hapana, unaweza ukajiongoza after knowing what God's want. Nini ambacho Mungu anataka, nini ambacho ni mapenzi ya Mungu? Hapana, mtu asije tu akakupata we mahali fulani, umepata mtu amekukosea na kuambia piga huyo, huyo huwa huyo. Hapana, hata wewe unaweza toa judgment yako, unaweza toa hukumu yako, unaweza sema hapana, manake hata mimi nimekosa. Nikiangalia hapo nyuma hata mimi nilikosa, nikiangalia kule ambapo nimetoka kuna mambo haya na haya ambapo nilitenda. Na kama wewe ni wa kurehemu na kusamea, hata nawe pia Mungu atakurehemu na kukusamea, atakusaidia, atakuokoa, atakupa matakwa ya moyo wako. Manake yote uwezo ziko mikononi mwake. So that why imetuambia kwamba kwa hiyo hili ndilo asemalo Bwana, amkuniti, unapaswa kutii Mungu kwa kufanya haya unapaswa kufanya kile ambacho Mungu anakuambia, maanake unataka mema, manake unataka mafanikio, maanake unataka fadhili za Mungu, unataka huruma za sa Mungu sikusaidie. After kutoka mahali hapo, kuna new life ambao huwa tunaenda to inherit the, the, the kingdom of God, ili tupate the kile ambacho kinachoitwa uzima wa milele, eternal life na hiyo ndio kitu ambacho tunachokipigania. So follow what God is telling you, not what God, what people is telling you. Let us continue, ili tuweze kusoma kitabu moja ya mwisho ninapomalizia, as the word talk in the book of, katika kitabu cha Galatians chapter 6 verse 7, Galatians chapter 6 verse 7, ili tuweze kujua mahali hapo ya kwamba je ni vyema sana tukifanya kile ambacho Mungu anachotuamuru ama kile ambacho Mungu anachotuambia. Galatians 6 verse 7, what say? Msidanganyike, Mungu adhiakiwi kwa kuwa kile upandacho mtu apandacho, I mean, mtu ndicho atakachovuna. Kwa kuwa kile apandacho mtu ndicho atakachovuna, kile ambacho mtu anapanda Ukipanda mema utavuna mema, ukipanda mabaya utavuna mabaya, ukipanda mazuri utavuna mazuri. So kwa kuwa kile ambacho anachopanda mtu ndicho kile ambacho atakachovuna, so keep planting good things. Endelea mbele kupanda vitu njema, vitu vilivyo nzuri. Ukitaka mafanikio, ukitaka neema, ukitaka baraka za Mungu sidi kufuatana na wewe, endelea kufanya kile ambacho Mungu anachokuamuru akikwambia judging not do do not judge akikwambia don't do this and this don't do that akikwambia nitumikie nitumikie don't follow people but follow God and we will receive help the blessing of God will keep you moving there. Lakini aya ambao nimekuletea ndio Mungu amepanga siku ya leo. Ubarikiwe na Mungu ukisikiliza neno lake na utende kila anachokuambia. Neema yake izidi kuwa nawe, na akufungulia milango na dirisha ya mbinguni, baraka zake zikufungulie mipaka, ila ambao hakika haiwezi si kufungwa na mwanadamu yote, uh join in our, in our channel make sure that you comment uh, like and share for each others subscribe to our youtube channel baraka samu na utukufu lake sitazidi kumiminika kwako na utazidi kutupota moja kwa moja tunapokuja wish you all the best, shalom and bye-bye.